na itana kuera dato iria hiyo serikia kuburanio na ugoria na gitu wete kira kukoro ke subscribe channel eno ito kukoment na kushia na gatha hedisho dhe tuwe kira video o wakora wabere kukoro ke mea mukira na uhuti ya kakegereka ukeha umwena na gatha hedisho dhe tuwe kira video okona ka notification haudhumu ini aku akiurite macaria ni oka kuria nenda-ini cia ukinyaniria na akorwo akihithuria ndeto iria ikoretwo igithii na mbere kihiko-ini kia muthee Kiengei Ahithuria ati Reverend Joy Benson umuthi ni amuonire kuria AAR kuria aguthiete gukorwo akirigitwo na agwikirite mask na auma na black eye kuonania ni mundu umwe uma muguthe uru maya muno Maundu maya marahanika o riri Bonny wa Mobile Spares ekuhinguraga branch yake ya Ruiru na otorio kere mutugo magithiaga na muthe kingei no muthenya wo muthe Reverend J. Benson was nowhere to be seen

mutumia wake niwe urikitie kumugaruruka na kaumaza wake hiko o oh, nego purity masharia akorwa githikuria ne dine cio kinyaneria na kwaria na mafumbo muno haria athie na akorwo kiandika atiriri muna kulia ya boss bibi sasa amechapa wife nimekutana naye aar kiamburud with a swollen face na ekera emoji ya kurakara purete macharia arake hithuriate mundu uri weka giko kiu ni mundu very close to mudhe kiegei ko gwetete ni mundu wana kuuza no mundu within the circle oho purete macharia ni uka hau comment section e na marakara na okorwo akiuga tiriri, cheating is bad, but why disfigure someone's daughter like that? Again, see the guy is supposed to understand women are polygamous by nature. wo yakorage shokeria purete macharia. Na nikamwona juzi hapa Aga Khan kamakis juzi akiwa na mask na amefura uso. Na ke mu hiu hiu mwa washai, adhi kuria nede ni na koro wa kiadika. Your spiritual mother was today spotted with a black eye in the environs of AAR Kiambu Road. Reports say that she was clobbered a good one after being caught cheating with a man whose identity is still being sought by FB detectives. Adune mokire, comment section ya purity masharia, kiwewe, oya korwa ki ugate. Aki furan kiwewe, adha aduka adha na medheko. Frank, frank, ni raki menya ni Frank. Uligula asalia bosi yako, ey, kwa

You are a witness akorwa gitag murata we hau uria arakiuga mauma nake na nionire

this is so wrong then he targets the face i saw her hapo aar kiamburu java at the terrace being consoled by a friend and the way she's so beautiful i'm disappointed oyo gina kiakorwa kyuga and the girl is so beautiful she deserves better akiuga ati ni amuhitiria muno ni gukorwa kimwiko guo uthio mashene mo magikirekete gukorwa makihanika guko ne deni cyo kinyaneria na the kuma co incidents ati Reverend Joy Benson umuthe ukiuma muthenya munene muno wa boni wa mobile spares